Haya, wewe ndiyo ulionekana, amemfanyia, umemfanyia transfer mama, si ndiyo mama? Mara ya kwanza umekula hela a milioni kumi na sita. Kweli uongo? Kweli uongo? Au tumnyoe nywele na kisu huyo. Uko shilingi ngapi? 15. Milioni 15. Unafikiri yule mwananchi ule umuibia milioni 15? Hapo hapo. Leo ana hali gani? Hapo hapo kwenye hicho kiwanja. Wewe. Eh. Unafikiri yule mwananchi leo ana hali gani? Achukulia yule sasa ni wewe maisha. Unafikiri yule mwananchi ule umuibia milioni 15? Leo kwa hali ya kawaida kiuchumi umemdhoofisha kiasi gani? Na unajua hiyo pesa ameitoa wapi? Hapana. Aya, mara ya pili. Yule mama aliyokuja. Aya, anyway tuachane tu na hilo. Big Star, Big Star akapiga shingapi? Ni hela mliochukua leo sasa? mm -hmm. hii mara ya pili mmechukua shingapi jumla imekuwa milioni ngapi? milioni kumi na nane laki tano? milioni kumi na nane laki tano. hiyo milioni tatu laki tano iko wapi? mliochukua mmegawanisha kwa watu wangapi? Mmegawanyisha kwa watu wangapi mama Sita. mimi naweza kukusaidia kwenye umati, watu ngapi sita? e... na leo ulikuwa umekuja kuchukua shilingi ngapi? milioni kumi na laki tano e... jumla inakuwa milioni ishirini na ngapi? mm -hmm. eh? Aya, ah, ngoja nikuulize, kwa hasira za wananchi hawa, wanakuonea au wako sahihi? wako sahihi ngoja kwanza kaka. kwa hasira za wananchi hawa, wanakuonea au wako sahihi? ulishawahi kuibiwa eh? Hujawahi kuibiwa, hujui uchungu wa kuibiwa. Unahisi kinachoendelea sasa kwenye sio, eneo hilo sahi. iko sahihi sahi. sahi. Haya, kwa mazingira hayo umeelewa. milioni ishirini na tisa na laki tano le kwa maisha no, ya ktu no, hmm? no, maisha no, yetu. Haya, leo unaenda wapi hii? ah. si hati sindio? aliyeigonga mihuri ni nani? Yule kijana aleta aliyemleta kuja kumuonyesha ndo kuwonesha anajua. Aya, sawa. Hii hati ngoja kwanza wewe, mwanzoni uliniambia unaitwa nani? Koku. Koku nani? Jina la mwisho zimbelisa, umelisahau? wakati kila siku nalipigia hela. Sikiliza. Wewe uliniambia hii karatasi alikupa nani hii ofa mume wako si, <coughs> si ndio? Mumeo uko wapi? Kwa mazingira haya, kaka, wananchi walioko hapa wasiojua hati ya kweli na feki, mmetengeneza mazingira ya kuilaumu nani? Serikali inaonekana mbaya kila siku kwa sababu ya nani? Ninyi si ni miongoni mwa wale watu wanaoteka, alafu wanajifichia serikali? Kama ninyi mnaweza kurubuni haki ya mtu zaidi ya milioni ishirini na tisa laki tano eh? Kaka wewe umri wako kwenda kuru kuangaika na vitu hivi eh? Eti wow. Wewe tulia kile kitundu, tulia, nakuuliza hivi mama, wewe tulia, mimi nakuuliza vizuri hapa hii hati kwa mazingira haya